Pale makaburini pale wako malaika wanakaa pale, kazi yao ni kuwaombea walio ndani ya makaburini, waliokufa na hali nzuri, waliokufa na tendo yao wanawaombea. Ndio maana ni marufuku kuchoma moto makaburini pale, kuna malaika wanawaombea watu wazuri. Na hawa watu wazuri hawa wakizikwa, wakiingia kaburini tu, wasema aqimi saa aqimi saa aqimi, kiama kisimame, kiama kisimame. Kwa nini? Kwa sababu walijiandaa na mauti, kwa sababu walikaa kuwa tahadhari. Tena Allah anasema walakum fiha matashtahi anfusukum, msio na wasiwasi khaira, mnakokwenda akhera kila kinachotamaniwa na nafsi zenu mtapewa. Wala kumfiha fiha mataddaun, tena mnavyo, vile ambavyo mtakaviomba akhera mtapewa, nuzulan min ghafuri rahim, hiyo ni karamu kutoka kwa mwenye huruma na mwenye huruma kupita kiasi, msamehevu na mwenye huruma. Ndugu zangu, Allah anatupenda Allah anatupenda mapenzi makubwa. Kazi zetu ni mbili tu, tufanye anayoyataka, natuamrishane kufanya anayoyataka, tusiache kufanya Allah aliyotuamrisha. Jamii yetu ina shida, kuna watu sasa tunazungumza, hata Ijumaa hawaijui. Kuna watu hawaswali mpaka Ramadhani, tunao ndani ya majumba yetu. Hawa wakifu wanakufa na hali mbaya sana. Ha, lazima tukumbushane kitu hichi. Allah anasema Subhanahu wa Ta'ala, wan-nazi'ati gharqan Anawaapia malaika wenye kutoa roho za majeuri, wenye kutoa roho za watu wenye kibri, wenye kutoa roho za watu ambao wanaishi hapa duniani hawataki kumsujudia Allah wala kumtii Allah. Naz'an, utowaji roho usiokuwa na huruma. ili kundi la kwanza Allah analeta malaika kuleta bishara, kundi la pili ni kutoa roho kwa nguvu. Ndiye maana mkaona katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameusia sana mtu amuoshe ndugu yake maiti aoshe na watu wake wa karibu, ili zile aibu wakiziona watakaa nazo hawatozitoa. Kuna mtu unamfunua unasema huyu ndio yeye huyu, wankwambia ndiyo yeye. Uso umesawajika kabisa, amebadilika kabisa kabisa kabisa. Mwingine namkutakaka za meno, mwingine amejinyea na kujikojolea. Kwa nini? Kwa kuiona dunia amefika. Kwa nini? Kwa kuitumikia dunia ukaiacha akhira. wannaziati gharqa kisha akasema wanashitati nashita, anawaapia malaika wenye kutoa roho za watu wazuri wazitoe kwa upole. Mtume sallam katika hadithi akasema nini, alqabri raudatu min riyad ljanna au hufratu min hufari nirani, kaburi ni viwanja katika viwanja vya pepo. Ndugu zangu kufa sio shida, kufa si tatizo, swali liko, unakufaje? Hilo ndio mimi na wewe tunachukua kwenye hutuba hii. Mauti ya kukute una hali gani?